Ujambo mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu, karibu. Leo nitakuonesha hapo nne bora za kuedit video kwenye simu yako bila watermark, zote ni free. Hii ni muhimu sana kama unapenda kufanya video za YouTube, TikTok au Instagram. Kwa sababu hakuna watermark inamaanisha unaweza showcase content yako bila vizuizi vyovyote. Basi tuanze. Hapo ya kwanza kabisa ni inapatikana CapCut. CapCut kwenye Android na iOS ni rahisi sana kutumia. Unaweza kuongeza transition effect, muziki na text kwenye video zako. Pia ina template nzuri kwa ajili ya social media. Hii app ni bora kwa beginners na kwa yeyote anayehitaji kuedit video kwa haraka zaidi. App ya pili ni VN Video Editor, pia inapatikana kwenye Android na iOS. Kile kinachofanya VN kuwa maarufu ni uwezo wake wa kufanya editing za professional kwenye simu. Unaweza kutumia multiple layers, filter, translation na hata sound effect. Hii ni perfect kama unataka video zenye ruka professional bila kutumia PC. Tukija kwenye app tatu tuna cut hapo. Hii ni lightweight na free, Haina watermark kwenye video zako utakazozitengeneza. Unaweza kufanya cut, unaweza ka merge, unaweza kaongeza text, unaweza kaweka mziki na effect zingine. Ni rahisi sana kutumia na ni very professional na inafanya editing kwa haraka zaidi. Mwisho kabisa, tunayo hii inayojulikana kama FilmoraGo, inapatikana kwa Android na iOS. Ina transitions nzuri, ina slow motion, unaweza kaweka text animation na effect mbalimbali. Hii inakupa video zenye ruku ya professional bila kutumia PC. Ni perfect kwa content creators wanaotumia video zenye style ya kipekee kabisa. Hizo ndizo apps nne bora za kuedit video kwenye simu yako bila watermark. Nimejaribu zote na zinafaa sana. Weka comment hapo chini. Usisahau kusubscribe, like, kushare video hii kwa marafiki. Asanteni sana kwa kunitazama, karibuni.